Bwana, ninasimama mbele ya milango mingi katika maisha yangu. Baadhi imefunguliwa kwa upana ikinikaribisha ndani kwa mikono ya wazi he, mengine yamefungwa kwa nguvu yakinikataza kupita. Kwa muda mrefu, niliamini kwamba milango iliyofunguliwa peke yake ndiyo ishara za neema yako na kwamba yale yaliyofungwa ni adhabu au kukosekana kwako. Lakini leo leo, nimefahamu ukweli mkuu: mlango uliofunguliwa ni wewe, Mungu wangu, lakini uliofungwa pia ni wewe. Wakati mlango umefunguka, wewe unanikaribishia katika baraka zako. Wakati umefungwa wewe unanilinda kutoka katika madhara ambayo sijayaona. Kila mlango uliofungwa ni upendo wako wa kina, e eh. Kila njia iliyozuiliwa ni hekima yako isiyopimika. Mimi ninajaribu kusukuma milango ambayo umeifunga, eh, nina nguvu zangu zote, nikilia, nikihoji, e eh. E, kwa nini Bwana, kwa nini njia hii imezuiliwa? Lakini wewe kwa upole wako unaniambia mwanangu, si kila mlango unaotaka kufungua ni mzuri kwako. Mimi ninakufungia milango ya hatari, nikakufungulia ya baraka. Katika maisha yangu nimeona mlango mwingi ukifungwa. Kazi niliyoitamani i, imefungwa. Mahusiano niliyoyatazamia e, yamefungwa. Ndoto niliyoziota he, zimefungwa. Kila wakati nilipofikiria kwamba hii ni sababu ya huzuni, niliongea kinyume eh lakini sasa nimeona hii, kila mlango uliofungwa ni ulinzi wa Mungu. Ile kazi niliyoitamani lakini sikuipata. He. Labda ilikuwa na mazingira ya ufisadi ambayo yangenidhuru. He. Yule mtu niliyemtamani lakini hakunipenda. He. Labda alikuwa na moyo mbaya ambao ungeniumiza. eh ile njia niliyoitaka lakini ikafungwa. he. Labda ilikuwa na shimo ambalo lingeniangamiza. Mungu wangu, wewe unajua yale ambayo sisi hatuyajui. he. Unaona yale ambayo sisi hatuoni. he. Unasikia yale ambayo sisi hatuyasikii. Kwa hiyo wakati unafunga mlango, haumaanishi kunitesa. he. Unamaanisha kunitunza. Nimejifunza kwamba mara nyingi mlango uliofungwa haumaanishi hapana, eh, unamaanishi bado sijui, eh, subiri kidogo eh, kwa sasa. La, mlango uliofungwa leo unaweza kuwa ni mlango utakayofunguliwa kesho kwa wakati mzuri eh. Au unaweza kuwa ni mlango ambao sikuhitaji kufungua kamwe. Kuna mlango ambao nimeipiga kwa miaka mingi eh, nimeilia eh, nimeomba eh, nimebishana na Mungu eh. Eh, kwa nini haunifungui mlango hii? Kwa nini unanizuilia lakini sasa ninachelewa kufahamu kwamba mlango hiyo ilikuwa ikinidhuru. Kama ningeingia ningekuwa nimejiumiza sana, e, kama ningeingia ningekuwa nimepotea njiani. Mungu wangu, ninakuomba nipe utulivu kukubali milango ulioifunga na ujasiri wa kupita katika ile ulioifungua. Wakati njia ninayoitamani imefungwa, nipe imani ya kuamini kwamba una njia bora eh. Wakati mlango ninayoogopa umefunguka, nipe ujasiri wa kuingia. Kuna wakati ambapo tunapenda milango iliyofungwa zaidi ya ile iliyofunguliwa eh. Kwa sababu tunaogopa mabadiliko eh. Tunaogopa kukua eh. Tunaogopa hatima, tunaogopa mlango mpya, kwa sababu hatujui kile kinachongojea ndani. Tunapenda mlango ya zamani, hata kama haijafunguka, kwa sababu tumezoea kuisubiri. Lakini wewe unasema hi, mimi ni mlango, yeyote atakayeingia kupitia kwangu ataokoka he Unamaanisha kwamba si mlango wa nje unaohitajika e, bali mlango wa ndani e, mlango wa moyo e, mlango wa imani. Kuna watu ambao wana milango mingi ya kimwili lakini hawana mlango wa kiroho e. Kuna watu ambao wamefungiwa milango mingi, lakini wamefunguliwa mlango wa matumaini. Wewe ni mlango mkuu wa maisha yangu. Kupitia kwako ninaingia katika amani, he. Kupitia kwako ninaingia katika matumaini, he. Kupitia kwako ninaingia katika upendo usio na kikomo. Kila wakati nilipokuwa nikishindwa kufungua mlango fulani, nilidhani kwamba maisha yalikuwa yakinikataa, he lakini sasa ninatambua kwamba maisha yalikuwa yakinielekeza kwenye mlango sahihi. Yule rafiki aliyeniacha eh? alinitayarisha kwa rafiki bora eh? ile kazi niliyoipoteza eh? ilinitayarisha kwa kitu kikubwa zaidi eh? ile fursa niliyoikosa eh? ilinielekeza kwenye fursa bora zaidi. Bwana, leo ninasema hii: sitajali kama milango mingine imezuiliwa e eh. maadamu mlango wako umefunguliwa, sina haja ya mingine. Wewe unanifungulia mlango wa himsamaha e eh, hata nikifanya makosa e eh. upendo huu eh, hata nisipoitaka kutosha e eh. Neema, e, hata nisipositahili e. Matumaini, he, hata nikishindwa kuona furaha e, hata katikati ya huzuni e. Nguvu, e, hata nilipo dhaifu he. Hekima, e he, hata nilipo mjinga e. Baraka, e, hata nisipo na chochote he. Kila mlango mwingine ni wa muda e, lakini mlango wako ni wa milele. Mlango wa kazi unaweza kufungwa eh, lakini mlango wa matumaini yako haufungwi. Mlango wa mahusiano unaweza kufungwa eh, lakini mlango wa upendo wako haufungwi. Mlango wa afya unaweza kufungwa eh, lakini mlango wa uponyaji wako haufungwi. Mlango wa fedha unaweza kufungwa eh? lakini mlango wa utajiri wako haufungwi. Hata kama dunia yote ikafunga milango yake dhidi yangu eh, mlango wako hautafungwa kamwe. Wakati watu wakinifunga milango za fursa eh, wewe unafungua mlango za hekima. Wakati mazingira yakinifunga milango za raha e, wewe unafungua mlango za uvumilivu. Wakati dhiki ikinifunga mlango za shangwe he, wewe unafungua mlango za imani. Mimi nimejaribu kuingizana na mlango zilizofungwa he nimechoka, e, nimejaribu kuzisukuma kwa nguvu, e, nimeshindwa, e. Lakini sasa nimejifunza kutembea tu katika mlango uliozifungua. Mlango ya leo imefunguka he. Nitaipita. Mlango ya kesho bado haijafunguka he. nitasubiri mlango ya kuzaliwa mara ya pili eh, imefunguka daima kupitia Yesu. Katika jina la Yesu ninasema kwa imani, mlango wako umefunguliwa daima. Milango iliyofungwa eh, nimekubali. Milango iliyofunguliwa eh, nitaingia kwa ujasiri lakini mlango lako Bwana, he, ni lile pekee ninalolifuata. Unanifungulia mlango ya he. Maombi ya asubuhi he, kuamka kwa shukrani. Kazi ya leo he, kufanya kwa imani. Mahusiano mazuri he, kupenda bila masharti Afya nzuri e, kutumia mwili kwa hekima. Mali ya kutosha e, kushiriki kwa ukarimu. Uongozi mzuri e, kuongoza kwa uwazi. Msamaha wa kina e, kusamehe kwa ukweli. Kila siku mlango mpya unafunguka e. Kila asubuhi fursa mpya inapatikana he. Kila wakati baraka mpya zinapatikana. Sitasimama mbele ya mlango iliyofungwa nikilia he. Nitasimama mbele ya mlango iliyofunguliwa nikishangilia. Mungu wangu, asante kwa kufunga milango ambayo yangenidhuru dhuru he. Asante kwa kufungua milango ambazo zinaninufaisha wewe. Ni Mungu wa milango he. Unajua ni lini kufungua na ni lini kufunga. Wewe ni Mungu wa wakati he. Unajua ni wakati gani sahihi kwa kila jambo na kuamini na milango yako yote. Amina.